Asilimia kubwa ya wanawake hawataelewa hiki kitu hadi kufa kwao. You see, mwanaume anaweza akaenda kwenye ufukwe wa bahari akawa anashangaa tu maji yanavyoenda na, na kurudi, kisha akaita hiyo siku ni siku poa sana kwenye maisha yake ama jioni nzuri sana kwenye maisha yake, asifanye chochote, akakaa tu chini ya mti akawa anaangalia majani yanavyoyumbishwa na upepo na akawa na amani, akatulia, akafurahia maisha yake. Kwa wanaume, hiyo ndiyo amani yetu ya moyo huo ndio utulivu wa nafsi tunaokuaga tunaozungumzia, lakini kwa wanawake ni tofauti kidogo, tena sio kidogo, ni tofauti sana, kwa sababu wanawake ubongo zao zinahitaji ile constant uh, distraction. Mwanamke hawezi kutulia sehemu moja ama hawezi kutulia tu kichwa chake kikatulia kama wanaume ambavyo tunawezaga kufanya. Ndio maana kuna wengine wanaanzishaga tu ugomvi kuna wengine wanaanzishaga tu makwaruzano yasiyokuwa na kichwa wala miguu, ama akiwa na mtu ambaye hana pigo za ukorofi, ukorofi ama kuzurulazurula kwenda huku kwenda kule, wanamuita huyo mwanaume boring, amepoa sana, anaboa. Wasichofahamu ni kwamba mwanaume anapopata muda wake wa kukaa mwenyewe akatulia, vile mnavyoonaga kama mjinga tu amekaa sehemu kuna vita kubwa ambayo anakuwa anapambana nayo ambayo wewe hautakaa uione kwenye maisha yako wala hautakaa uifahamu. Kwa hiyo acha mtu apate utulivu wake, akihitaji utulivu wake. Kama unahisi mtu wa namna hiyo anaboa, hakuchangamshi maisha yako, tafuta mtu toksik, ambaye atakuwa anachangamsha maisha yako. Achana na huyu mwanaume ambaye anataka utulivu wake kwa namna hiyo niliyoizungumzia. nawapenda sana. Peace.